Tebana imekuwa ikizoeleka sana, wasanii wengi sana wa Bongo Flava wakiachia albamu waga kwenye ngoma zao, kuna kuaga na zile backup za ngoma ambazo tayari zishapita, pengine kuna watu ambao wamezisikiliza, lakini zinajazia kwenye albamu. So anaizi sasa, yeye amejitoa kimasomaso na imekuwa ni msanii wa kwanza pia kuachia au kurilizi au kutangaza albamu yake ambayo haitokuwa na ngoma yoyote ambazo zimepita, mashabiki zake ambazo wameshazisikiliza. So leo hii ameposti kwenye Instagram story yake na kuandika ujumbe ambao kiwasihi mashabiki zake kwamba hii albamu ya 31 au 31 ni kwamba ni albamu ambayo inajitegemea ngoma zake zote, ambazo atakuja kuziachia ni ngoma ambazo zinajitegemea, na ni ngoma ambazo watu wengi hawajazisikia. So tutegemee vitu vingi kwenye hii albamu, kwamba tutaona ladha mpya mziki wa Harmonize. Lakini vile vile ikumbukwe kwamba siku mbili tatu zilizopita hapa tulimuona Harmonize akiwa uh, na Mbosso akiwa studio session akiwa uh, anafanya kitu cha so wengi wakawa wanajiuliza pengine inaweza ikawa pia ni moja kati ya maandalizi album ambayo wanakuja kuitengeneza vizuri. So leo kwenye Insta story ya Harmonize imewashtua mashabiki zake kwamba yale mawazo ya kukumbuka kwamba ile albamu yetu ambayo tunaipika muda ndo unaendelea kufika, kwa sababu katikati kulikuwa kuna mambo mengi sana. So akawajuza kwamba time itafika na akawaambia kwamba hakutokuwa na ngoma wote ambayo ilishayopita mmesikiliza. Hii ni container jipya kabisa. Sasa mimi nahitaji maoni yako hapa kama wewe ni mwanafamilia wa Bongo Plus TV lakini pia kama wewe ni mdau wa muziki wa Bongo Flava, unahisi albamu itakuwa ya namna gani ama itakuwa na utofauti gani kulingana na albamu ambazo amezitoa Harmonize kipindi cha nyuma? Au mara kwa mara albamu zake ambazo amezitoa utakuwa umetisha kina Manoma. Mimi naitwa Ariz Kibwana Libia Kitengo.